Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na kifungu namba mbili kinachowahusu mgonjwa ambaye kuwa hawezi kufunga wala hawezi kuja kulipa, na mzee ambaye kuwa ameshafikiria uzee hawezi kufunga wala kulipa. Tunaendelea katika kifungu hichi kutaja baadhi ya masuala ambayo kuwa yanawapasa wayajue na wayaelewe. Tumezungumzia masuala namba moja na namba mbili. Leo insha Allah tutaangalia masuala namba tatu mpaka tutakapofikia masuala namba tatu kwamba huyu ambaye kuwa hawezi kufunga wala kulipa anachotakikana yeye ni kulisha, lakini kulisha huko hakutakikani kutangulie ile funga, yaani alishe zile siku ambazo kuwa hazijafika. La, anachotakikana alishe ile siku ambayo kuwa imeshapita, au anaweza kuzikusanya siku tano mpaka kumi ikisha akalipa akazi, akalisha kwa pamoja au mwezi mzima ikisha akalisha, ama kulisha siku ambayo bado haijafika, hii siyo sheria, na hii ni kauli sahihi kabisa na ndiyo inayotegemewa. Masala namba mbili: katika kulisha huko hakuna tatizo wala kizuizi chochote kumpa maskini mmoja fidia zaidi ya moja, kama ni ya siku moja mbili tatu, hata ya mwezi mzima, ikiwa bado hajatoka katika kile hadhi ya ufakiri kuingia katika hadhi ya ghina kujitosheleza. Kwa hivyo unaweza ukampa maskini mmoja fidia ya siku tano, kumi, ishirini, na kama nilivyosema, hata ya mwezi ikiwa hajatoka katika kiwango cha ufakiri kuingia katika kiwango cha kujitosheleza. Na hii ni tofauti na kafara ambayo kuwa imeshartishwa idadi ya watu maalum kama kafara ya kuua mathalan eh, au kafara ya mtu kufungua mwezi wa Ramadhani bila ya sababu yoyote eh, alishe maskini sitini au kafara ya kuvunja kiapo tayari alishe maskini kumi. Kwa hivyo hizi kafara zinakwenda na idadi. Ama hii fidia ya Ramadhani anaweza fidia kumtu mmoja, kumpa fidia zaidi ya siku moja. Masala mengine, chakula kinachotosheleza kupewa mtu ni kile ambacho kuwa kikawaida kinatumika tayari, na anaweza kupewa katika nyumba moja zaidi ya mtu mmoja Yani, kiwa nyumba ina watu watano sita, kwa hivyo kila mmoja anaweza kupewa katika nyumba ile ile moja. Allahuma anasema kwamba mtoto mchanga ambaye kuwa bado hajaweza kula chakula, ndo kwanza anategemea maziwa ya mama, huyu haingizi katika hisabu e, masala mengine ambayo kuwa tunataka kuyatanabahisha katika masala haya, asli kwamba fidia ya mtu aliyekuwa hawezi kufunga ni kulisha ama kutoa kima, hakuna dalili ya kisheria katika kitabu cha Mwenyezi Mungu wala katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo haitakikani mtu kuacha kuulisha akatoa kima, na hii ni kauli ya Shekh Ahmed Al Khalili, anasema na asli ni kutolewa chakula, ama kutoa kima ni haja ya baada yake ikiwa wale maskini watakuwa hawahitaji tena chakula, ana hakuna maskini anahitajia chakula, mtu anahitaji pesa. Kwa hivyo katika hali hiyo anaweza kutoa pesa, ama ikiwa wako maskini wanahitajia chakula, basi hakutotakikana mtu kutoa pesa badala ya kutoa chakula, kwa sababu itaam ndio iliyotajwa katika Qur'an. Na masala mengine ambayo kuwa tunataka kuyazungumzia kwa faida zaidi. Tayari, chakula ambacho kuwa anatakikana apewe huyo anaestahiki kupewa ni chakula ambacho kuwa kitamshibisha. Tayari, atakula atashiba, kwa kauli sahihi kabisa kwa Sheikh Saidi al-Kannubi na Sheikh Ahmed al-Khalili kwa sababu kumpa chakula ambacho kuwa hato shiba manake, bado hatujafanya kitu. Na kiwango kilichotajwa kabisa cha nusu pishi ni kiwango ambacho kuwa kwa maskini mmoja anakula na akashiba, na bila shaka anaweza hata sikimalize. Kwa hivyo haitakikani kupunguza kima hicho. Na masala ya mwisho katika mlango huu, yule anayetaka kutoa fidia akichagua yeye mwenyewe kutoa chakula kwa maskini badala ya kumwita, yaani kuna hali mbili: unaweza ukaandaa chakula ukaita maskini wakala, au unaweza kila maskini ukampa chakula cha kutosheleza, akenda akapika yeye mwenyewe. Kwa hivyo utaangalia upi wepesi wako, katika hali zote mbili zinafaa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe tusoyajua, na atujalie kuyafanyia kazi tunayoyajua. Wallahu alam.